Wafugaji katika kaunti ya Samburu wanalisha mifugo wao kwa njia iliyodhibitiwa ili kutunza maeneo ya wa malisho. Wakazi wanatumia ng'ombe kupasua pasua samadi kwa uh, kwato ili nyasi zikuwe kwa upesi wakati wa mvua. Juhudi hizi za wafugaji pia zimeokoa aina ya nyani wajulikanao kama, na ambaye yuko katika hatari ya kuangamia. Mwandishi wetu Susan Dunda ana mengi zaidi kutoka kaunti ya Samburu. Kutoka makutano ya Isiolo Marsabit kwenda eneo la milima ya Matthew Ranges katika eneo la Ngare Narok ilinichukua masaa matano. Barabara haina lami na yenye vumbi nyingi. Kama mwanahabari, nimefanya habari nyingi katika maeneo haya, lakini hii ya Samburu ilikuwa tofauti kutokana na changamoto zake, maeneo yaliyokauka na barabara mbovu. Leta hapa si kuona nyani hawa, lakini ni kuangazia juhudi za wanajamii ambao wamelinda mazingira ya wanyama hawa kwa kuhamisha makazi yao na ulishaji wa mifugo uliothibitiwa. Kutufundisha mambo ya kuongereza wanyama so, hata sisi kama community tulianza kupangia nyasi ile tuna gresi wanyama wetu wakati ya jiali, wakati ya kiangazi. Batiw ametusaidia sana, sana sana sana, kwa sababu hata ukiona wanyama wetu hatuendi mahali ya fitafita, hatuendi fita, kuingia ku, ile msitu ya ile forest kabisa ya, ya, ya juu baada ya wataalamu kutoka taasisi ya utafiti wa nyani Kenya kipre kufanya hamasisho kwa jamii kuhusu shida ya nyani wa Dibreza aliyehatarini, jamii hii ilikumbatia wito huo na ikahamisha makao yao, kuwapa nyani hawa makao na wanyama wengine. Kila mali hapa kuna menyeza, lakini wakati tuliona hii Dibreza mange mangi wako na faida, tulijaribu kama wasee wa hii kijiji, tuliamsha kila mtu sisi twende huko chini sisi wote, alafu tupatie hapa nafasi wawe tu ya kulinda ku, ku, wa wanyama. Unajua sisi ya sio sio De brezza baga yake ndio tuko nao, tuko na ndovu, tuko na leopards, aina mingi ya wanyama. Na kama Leringat, anavyoeleza kuhama kwao kumewaletea faida nyingi sana. Forest ni nyumba ama ni manyata ya wanyama ya pori, hata sisi wanadamu tunabaza, tuna, tuna vitu mingi, kwa hiyo forest kuna hub, tunapata nyasi tunapata vikingi ya kujenga so kuna manufaa manu, mingi sana kwa hii forest. John Leringat mwanarika na anayetunza hawanyani anaomba vijana wenzake wakumbatie kutunza mazingira wetu. hawananga shida hapa hapa ndani, juu ya hiyo tu kutunza mazingira, na hata sisi kama vijana wao tumepata ajira tokana na hiyo mazingira yetu aa nzuri, tumepata ajira kutoka, wa, kutoka kwa wanyama. Wafugaji hawa wanatumia kwato za ng'ombe wao wakiwa kwa zizi kuvunja udongo ulioshikana na mvua ikinyesha, inafanya nyasi inamea upesi ng'ombe. Ambayo tunaweka rotational grazing, ni kujaribu kutumia wafugaji ambaye kutumia ng'ombe zao ama maji sao san sana sanasana wanyama kujaribu pia kutengeneza ardhi, ndio kama paadhi kama sasa, ambaye inaitwa background sama paadhi, ambaye haina ambaye yuko udongo nyekundu sana sana, tunatumia ng'ombe kujaribu pia ku ku reduce hizo background, ndio mvua ikinyesha, nyasi baadaye, ukikuja hapa utapata nyasi mingi na pia mamiti ile msulumusi itakuwa inamea hapa, kulisha mifugo pamoja kumeimarisha utangamano kati ya jamii hizi. Tunakuja pamoja kama community nyingine. Kuna hii miti inaitwa ina acacia revisions, tuna, tuna kata inakuwa fence. Kuna hii background pamoja na galis, tuna ziba kwa sababu sahii vile mnaona sahii boma, kuna hii manyua, hii manyua hii manyua inafanya baadaye ni nyasi na ardhi. Inapopona kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, pia jamii inanufaika kwa maendeleo kupitia uuzaji wa hati za kaboni. Pesa ya kaboni imesaidia komuniti sana kujaribu kuweka ufukaji mzuri na pia kujaribu kuhakikisha ya kwamba tuna produce ama tunasaka kaboni mingi ambayo kaboni ile ambaye yawa mbaya inaingisha ndani ya mchanga na radhi mebai, tukiwa community nne tumepata milioni 50 kwa mwaka 2025. Shirika la Namati Kenya linafanya kazi na jamii za kaskazini mashariki kusaidia jamii za wafugaji kupata hati miliki za mashamba ya jamii kulingana na katiba ya Kenya, jambo ambalo limewasaidia kupanga matumizi ya shamba zao.

Reducing their emissions. Jamii ya wafugaji kutoka kaunti ya Samburu kupitia ulishaji wa mifugo uliothibitiwa, wamefanikisha kurudisha ekolojia katika eneo hili na kuwapa makao aina ya nyani wajulikanao kama De brezza ambao wanapatikana katika eneo hili peke yake. Susan Dunda, runinga ya Citizen, kaunti ya Samburu.